Katika kusherehekea sikukuu za Krismasi na mwaka mpya, jeshi la polisi mkoani Mtwara limesema litahakikisha linaimarisha ulinzi na usalama hasa katika maeneo ya fukwe na kufanya doria katika maeneo mbalimbali. Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa jeshi la polisi mkoani Mtwara SACP Isa Suleiman amesema jeshi la polisi halitasita kuchukulia hatua kali za kisheria watu wote watakaojihusisha na vitendo vya uvunjifu wa amani. Katika kuelekea sikukuu za mwisho wa mwaka na sikukuu ya Krismas, jeshi la polisi mkoa wa Mtwara kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama na kwa kutambua umuhimu wa sikukuu hizi linaendelea kuimarisha usalama katika maeneo yote ya mkoa huu wa Mtwara kwa kufanya doria katika maeneo yote ya ufukwe, lakini pia kwenye mitaa katikati na pembezoni mwa miji. Lengo ni kuhakikisha sikukuu zote za mwisho wa mwaka ikiwemo hii ya kesho ya Christmas zinafanyika kwa amani na utulivu. Jeshi la polisi mkoa wa Mtwara halitasita kuchukua hatua kali za kisheria kwa dalili zozote za vitendo vya uvunjifu wa amani vitakavyopelekea kutendeka kwa makosa ya kijinai na makosa ya kiusalama barabarani. Hatua za kisheria za haraka zitachukuliwa kwa yeyote atakayeonyesha kupuuza sheria zikiwemo sheria za usalama barabarani. Aidha, kamanda Suleiman ameeleza mafanikio ya jeshi hilo kuwa ni pamoja na kuwakamata na kuwafikisha mahakamani watuhumiwa wa makosa mbalimbali ambao baadhi yao wamehukumiwa kunyongwa hadi kufa. Mnamo tarehe 17/12/2025 Mahakama ya Wilaya ya Masasi mkoa huu wa Mtwara ilimhukumu kifungo cha miaka sitini jela Azizi ya Haya Umari maarufu kwa jina la Rab Baba Babanyoko mwenye umri wa miaka 55 mkazi wa Mkuti Juu wilaya ya Masasi baada ya kupatikana na hatia ya kumbaka na kumsababishia ujauzito mwanafunzi wa kidato cha kwanza mwenye umri wa miaka 15 mkazi wa Mkuti mtu, mtio hatiani alitenda kosa hilo tarehe tano wa pili ishirini ishirini na nne katika mtaa wa Madaraka kata ya Jida wilaya ya Masasi, baada ya kumvizia mhanga akiwa anatoka dukani, kumvuta kwa nguvu, kumwingiza porini, kisha kumfanyia kitendo hicho cha udhalilishaji ambacho kilipelekea kupata ujauzito. Lakini tarehe 11 wa 12 2025 mahakama kuu ya Tanzania kanda ya Mtwara imemhukumu kunyongwa hadi kufa Charles George Valentino mwenye umri wa miaka 25 mkazi wa kijiji cha Nangola, tarafa ya Nambambo, wilaya ya Nachingwea, mkoa wa Lindi, baada ya kupatikana na hatia ya mauaji ya Shija Juma Mkamba mwenye umri wa miaka 18 dereva wa bodaboda mkazi wa kijiji cha Mtungulu, wilaya ya Newala. Mtoatiani alitenda mauaji hayo tarehe 20 wa pili 2024 katika kijiji cha mchedebweda mchedebwa mashambani wilaya ya Newala. Ni kwamba marehemu na mtuhumiwa walikuwa wanafahamiana kabla ya tukio hilo. Mtua hatiani alimkodi marehemu kwa ajili ya kumpeleka wilaya Nachingwea. Kabla ya kuanza safari ya kuelekea Nachingwea, mtua hatiani alimwomba marehemu ambaye alikuwa bodaboda wapitie shambani kwa ajili ya kuchimba mihogo ya kwenda nayo Nachingwea. Wakiwa njiani kuelekea katika kijiji cha mchedebwa mashambani mtuyo hatiani alisimamisha pikipiki kuchukua kisu kumchoma marehemu sehemu mbalimbali za mwili wake na kusababisha majeraha yaliyopelekea kifo chake kisha kutekeleza mwili wa marehemu mashambani. Baada ya wa mauaji hayo ya kikatili mtuo hatiani aliondoka na simu pamoja na pikipiki ya marehemu na kukimbia kimbilia Liwale na Nachingwea mkoa wa Lindi. Sambamba na hayo kamanda Suleiman ametoa wito kwa wazazi na walezi kuwalinda watoto wao badala ya kuwaacha peke yao, hali itakayosababisha wafanyiwe vitendo vya kikatili. Basi nichukue nafasi pia kutoa wito kwa wazazi na walezi wa e, watoto kutowaacha, sababu tunaelekea kwenye sikukuu kesho, kutowaacha watoto kwenda katika kumbi za maeneo mengine na maeneo mengine mbalimbali ya starehe bila kuwa na uangalizi, ili kuepuka watoto wadogo kupotea, kupata ajali au kufanyiwa vitendo vya kikatili na udhalilishaji ambavyo vinaweza kuhatarisha afya na maisha yao. Pia watoto wasiachwe peke yao au kwenda peke yao bila uangalizi au mtoto mmoja kufuatanishwa na kundi kubwa la watoto wenzake hasa katika masuala ya usalama barabarani. Nao baadhi ya wa wananchi wamelipongeza jeshi la polisi kwa kuimarisha ulinzi na kuwataka wananchi kutoogopa polisi bali watoe ushirikiano ili kutokomeza matukio ya kihalifu. Kwa upande wa jeshi wa polisi na washauri tu wafanye tu doria za kawaida, najua watu wengine wanakuwa na wasiwasi wanavyoona wanapita jeshi la polisi jinsi walivyovaa, wajua wananchi wengine wanakuwa wanawasiwasi kwao. Mimi naomba tu jeshi la polisi kama kufanya doria fanya tu kawaida, nazunguka basi, wanawacha watu wanafurahi na nini, kwa sababu Mtwara kuna amani, hakuna tatizo lolote. Hey, kwa majina naitwa Martin Joseph kutoka Mtwara. Sisi wana Mtwara tumepokea vizuri na tunaomba waendelee kusherekea ndugu jamaa na marafiki, wale wenye familia waende washerekea sikukuu vizuri, na tunaomba amani iendelee kuwepo ili watu waendelee kufurahi na sikukuu ya Krismasi na mwaka mpya. Kwa jeshi la polisi, mimi nawashauri waendelee wao na ulinzi mzuri, waendelee kufanya doria zao za kila siku, ila waache watu waendelee kufurahi na maisha mengine endelee. Sisi Mtwara kwa amani tunayo ya kutosha sana, na wanamtwara wanauelewa, basi wataendelea kusherehekea sikukuu yao vizuri sana. Asante. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV.